Nmbo nisamee, fikra zangu hazikuwa sawa. Rafiki yangu alinidanganya. tausinadhani kutafakari vizuri maneno yangu. Nilikuambia, ukiondoa miguu yako ukaondoka, usiju lumwicha, usiongea ukamaliza. nimeshaupata ukweli wote. Mjinga ni mimi kusikiliza maneno ya kuambiwa. Tausi, nadhani umechelewa kufanya maamuzi. Ukweli ni kwamba kwa sasa nina mambo mengi sana naonekambili nwecha. Kwenye hayo mambo yako, naomba uniweke sehemu ya jukumu lako tafadhali, na kuomba weka tumaini, nitakufikiria Jali wanyama kuliko mwana, baba we, yatakufika majaribu, utakosa pa kushika. Oh, baba we hizi hey, hey. Mila na desturi zinatupeleka wapi? Mpe mtoto elimu, kesho atakusaidia, epuka rawama baba mwana, sije shika shati Mpe mtoto elimu kesho atakusaidia. Mtemi we. Hivi wewe Ntemi una matatizo gani? Unawezaje kuingia kwenye familia ya mtu bila hata hodi? Halima yangu, kaa nyashimbeni. <tipi> anantuenani hdiahenaha kaitenanangi nuneneuvi nangiahena nize henahakweringanaun nanvizazkunidekira giki trihou nnuvinangihenaha

inabidi tusimzalilishe kwa kumpiga fimbo, hilo nitali fumba, fumba, ili wa kuwalizisha wananchi, itabidi atoe ng'ombe ili waweze kula ugwanuwo. Mwenye kiti kuti, kuti, kuti ni shita Uruwenge wakufunyaa ng'ombe du na kumfunira mwanaone. Mzee Juma hapo takumekosea ukitoa wewe itaonekana kwamba hajasamehewa eh? Kuwalizisha wananchi acha atoe mwenyewe ua mnielewa. Sawaruru mwenye kiti tukumanya ntondoangu nahen baba. Eh. Wasalimie hene baba. Utakufika majalibu utakosa pa pakushika. Poa, rafiki yangu, kama ukaa na kupenda hawezi ukuacha akaondoka nampenda Lumwecha. Tazama alivyoondoka, ni kama mtu ambaye hatawahi kurudi kwenye maisha yangu. Nimempoteza kwa ujinga wangu. Tausi, huu sio muda wa kujilaumu, huu ni muda wa kukaa na kutafakari, wapi umeharibu ili upata tuwe Haya, lakini haya yote chanzo ni Rehema. Yani, ninakuhakikishia kama aliweza kuharibu mapenzi yangu, yeye huyo huyo ndo itabidi ayatengeneze. Wacha nikamwonyeshe. Sikia Tausi, huu ni muda wa kukana kutafakari na sasa kuchukua uamuzi kama huo. Ninaomba usingilie tatizo la familia yangu. Sio kwamba ninakudharau, ila nikihitaji msaada wako nitakwambia. Sawa. So, mke wangu Serina, ila mimi siwezi kukuacha kwenye swala hili. Natumai hivyo, lakini nakuomba ukae mbali na hili wasije wakasema kwamba unatamani mali zetu. Zelina, mke wangu, unenena tena na mayo? Yaani wewe utakapo, ushindwa, mimi niambie nikusaidie, lakini niambie. Mme wangu au ninakosea? namkosea heshima mzee nduh, tuhuvaga utuhuvaga geta. Zelina, si yeye ndo alianzisha bebe mali kitaka ho komelungoi mimi niko upande wako. Asante kwa kunipa maneno ya ujasiri na kuniunga mkono mm. mm hivi -hmm. <laughs> <coughs> mayo hamo mpaka nisakana wanamala bukawe itsia uruhuvile chakativeukaenauu <laughs> Yaani, leo ndo mekumbuka shuka, kumekucha, mshukuru Mungu na una bahati kweli. Nilikuwa nimedhamiria kumaliza ng'ombe wako wote. Ndio maana niza kukuira kiki. Ama sampo katika wiza. Ama burui. Mayo mpo katika wiza mayo. Mbuse nkona mayo utivisa kama tako. Hapa sukuma boyo mpa kiki. Itangoli asa anja kaya. Harafu mwenyeo kabisa unaona kabisa. Mayo mwuri kiki. Tunuka eh? Hukula mwanda majangwa Ntemi. Kiki kwa nantemi. Ete siza.

Sikiliza. <laughs> Mzee Tomishani, unajua walisema ukiwa kiongozi ni sawa sawa na muuza utumbo, kuachi kufuatwa fatwa na manzi huyu naye ni nzi, na wengine wanasema kama halemu ni mchokozi. Sasa, ngoja nikwambie, wewe, ni heri mimi nizeeke kuliko kukosa akili, na wewe kukwachia mtoto wangu ukakaa naye bure. Usifikiri nakuogopa, sikuogopi, nitakufanya chochote kuanzia sasa na ben, Ifu wana nini? Utani nini mimi au nikupike na ilo panga lako ujue? Njoo mwache aje, mwache aje nimfyeke panga, aa au nikufyeke na wewe, niwafyeke wote niwamalize.

tausi una matatizo gani siku hizi unaenda kwenye miji ya watu hata hupigi hodi unafika na kupiga mikelele hii tabia imeanza lini mama samahani, mimi sina makosa mwenye makosa niwe mwanao mwenye mdomo kama yuko mwaneno ambo nitie ametoka naona sijui ameelekea wapi haijalishi yuko mwenene umemficha au hayupo kabisa Ila akija, ninachotaka umwambie anitafute akarekebisha alichokiharibu. Kwa heri. Bente mimi, wewe unamwangalia sana mwanangu. Hivi unajua wewe ni mwanafunzi wa chuo, amekuja likizo tu nyumbani. Maana nakujua tabia zako, sijo ukamwanzishia mambo yako ya kijinga. Halafu ndio kwa kukaa hapo meisha. Nina kaangaika na ng'ombe wako huko bwana. Bebe maji. Kubu ni mwaniki wako wapi haraka? Kani, kani kikawiza kiki? Ile usakoni bucha mayo kose kose. Ukanisimia malambo. Kama mwaniki kako haka. Kumbe wapi haraka? olyakoca litigwagavogota eshole hambale eshokwembula uleja limitugo kulikongwana wako baba ontemi baba kupandika makoye ukogaya hakodimae

napoteza mwana kisa mifugo, watoto waende shule. Napoteza mwana kisa mifugo, kunapoteza mwana kis